Goliva, ni mtu wa kulia, vile huruma, unasononeka maskini ya Mungu eh? Mimi unavoniona kweli mlizi, naanza kulia kwanza, kwa lipi <laughs> ii, Mungu wangu ni mwaminifu. Wewe, hakuna mwanamke mwenye furaha duniani kama mimi sasa hivi mm. Hakuna mwanamke anajiamini kama mimi mm. Hamna mwanamke anajipenda kama mimi na napenda watu mm. Yaani, nina amani kwa sababu kila siku namwomba Mungu nipatie amani. Mungu wangu nipatie upendo, nipende watu, hadio wa maadui zangu mi nawapenda. nipatie uvumilivu Mungu, busara, hekima. yote hayo ni muhimu sana kuyaomba kila siku. amani ya nafsi ndio baraka, kwa sababu ukiweka vinyongo, ukiweka yani, hata ile kusikitika na kulia tayari unamkere, unamkera Mungu, unamsikitisha Mungu. Kwa nini ulie wakati Mungu yupo wa kumtegemea? mm. Kwa nini ulie? Mfano, unalia kwa sababu gani? Sina mume? Ndio, sina mume. Mungu hajataka niwe naye, akitaka niwe nani takuwa naye. Kwa hiyo, kwa sasa acha nifurahi yani, I'm happy, I'm the happiest person. Ukinikuta nalia, niko kwenye madhabahu ya Mungu. Ukinikuta nalia, naongea na Mungu wangu kwa imani mpaka nabubujika kwa machozi. Ukinikuta nalia nipo kazini, nalia kama ana, lakini God liver kulia Yesu. Na nikilia nalia kunaomba msamaha kwa Mungu kwa sababu sitakiwi kumkwaza Mungu kwa namna yoyote. So God liver na amani sana. God liver ni tajiri wa nafsi. God liver ni tajiri wa upendo. Napenda kila mtu hata yule ndamwona leo hapa mimi nishampenda, okay. Na ndomaana tukifuatilia posti zangu naanza na hey love. Eh, namalizia na Mungu akubariki na kupenda. Haijalishi maana najua hata maadui zangu wanapitia kwenye peji yangu. Kwa hiyo akikutana nayo ile mwenyewe anajishuku.